Sababu uongozi wa madarakani waliokuwepo wao, haukusababishwa na kura zenu. Wana uwezo wa kufanya chochote pasi ya kuogopa nyie, kwa sababu nyinyi hamkuwaweka. Leo serikali imepitisha sheria ya mafao ya wastaafu. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wamepitisha sheria ya mafao ya wastaafu, ambayo mafao hayo, ukisoma unajiuliza, hivi hawa wabunge waliokwenda kule bungeni wako sawa sawasawa? Wana matatizo katika malezi yao. Mbunge ameongezewa mshahara takriban milioni 8, sio tatizo, lakini mbunge huyu akikaa katika kikao kimoja, analipwa posho isiyopungua shilingi laki tano. Mbunge mbunge amepewa access ya kukopa pesa mpaka milioni 500 pasi ya kuwe dhamana yote, isipokuwa ubunge wake, lakini mbunge anapoingia bungeni anapewa bima ya kwenda kutibiwa katika hospitali zenye akili, sio hospitali ukindia, uchuzi, mavi. Hospitali ukiingia mashuka yananuka uchuzi, si uchuzi mavi, si mavi, sio hospitali hizi. Mbunge anatibiwa katika hospitali yenye akili, lakini zaidi ya yote, wakisha staafu mbunge anapewa, anapewa, anapewa milioni mia mbili na hamsini on cash. Ana staafu leo anatoka nje anapewa pesa yake on cash, lakini katika jamii ya yetu ya watu maskini Mapolisi, polisi Ma ini, nasana, na mapolisi haya, mapolisi hawa, mapolisi ninyi, mnashirikiana sana na Chama cha Mapinduzi katika uibaji wa kura na kutuhujumu sisi wapinzani, lakini ninyi katika hali ya kica ni macho wenzetu ni masikini wenzetu, ninyi na askari pale nyumbani nyumbaniau Ndio, siwezi lakini akipata ujumbe huu ninagaza, na mwisho vile vile kuja kukopa, kwa sababu mnatupiga, alafu mpiga juu yanu basi, hamna nidhamu. Sisi tunawatetea nyie. Kama imefikia pahala kazi zenu ni lazima mtupige, basi mtupige kistaa, kwamba unachukua unanigonga wewe, hebu kimbia bwana, acha ugwege, utakufa na utawala huu kama anakuja anafaulu anapata kazi ya upolisi, namwachia laana. Siwezi kukubali mwanangu wa polisi kwa mfumo wa serikali na sheria ya